Yaani, kuna watu mdogo wangu wananiambia kwamba eh, vipi mdogo wetu, mbona ujengi nyumba? Imefika level lingi hapo, mbona umalizi? Kazi yako we na umalaya tu hmm? kazi yako ni we na umalaya tu. Sio kwamba ati pesa napata ni umalaya eh? Sio kwamba ati mimi msharati, ama mimi yani nimechanganyikiwa, mdogo wangu, hapana hmm? maisha yana changamoto hmm? Wewe unataka kujua mimi kwa nini mimi simalizi, kwa nini mimi sijengi, kwa nini mimi siendelee? Hmm? Subiri mda wako ufike, na wewe pia unaenda huko huko, hata wewe unakuwa mkubwa, utakujajua kwa nini mimi nilikuwa sijengi hmm, na hmm, ama kwa nini mimi nilikuwa kipindi fulani simalizi mradi yangu nafanya. Sio mnakaa mnabwakabwaka tu huko nini, mbona umalizii kujenga nini, malaya Che acha, acha hizo, huo ni upumbavu wewe. Subiri muda wako utafika, nao tutakuona.